E bwana kutokea hapa KMC jijini Dar es Salaam, kwenye ngao ya jamii mnyama Simba Lunyas dhidi ya klabu ya soka ya Mashujaa, na nimemshuhudia mnyama akinguruma na kuonesha makucha yake makali kwelikweli kweli ya jumla ya mabao mawili kwa sifuri majira ya saa tano saa sita mnyama Simba Lunyas alicheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Halilali Umdumani full time Simba mbili moja dhidi ya Hilal Omduman. Wewe kwanza kabla sijataka kwenda mbali. Wewe tatu wako na chora wapi mchungaji? Mimi mgongoni. Eh? Mgongoni. Mgongoni. Mm. Naika tatu ya Yesu. Eh? Eh. Unaweza? Tatu ya Yesu. Maana kila mtu ukimgusa anakuambia mimi naika hapa tatu. Naika ya Yesu. Tatu naika ya Yesu. Eh ya Yesu ndo tatu. Tuanzie hapa kwenye mchezo ambao Simba Sports Club ameshinda goli mbili kwa moja. Mnasemaje performance ya wana Simba? Kocha mpya lakini ameingia katika uwanja wake mpya ambao mnakwenda kuutumia amepata magoli mawili. Jean Shale wa namba zinazidi kusoma, lakini pia vilevile imani ya mwalimu anaendelea kuiaminisha kwa Jonathan. So ni vile vile tu haya, hamna kilicho haribika na ni yale yale. Kwa sababu aliyepata goli jana ni MVP wa Tanzania, aliyepata goli jana, aliyepata goli jana, aliyepata goli leo ni MVP wa Tanzania, aliyepata goli leo ndio alikuwa anaongoza magoli kwenye ligi kuu, ndio score kubwa wa ligi kuu aliyepata goli jana yeah. ndio mpaka brichi namba mbili ambaye anafanya makubwa kuliko mpaka brichi namba moja yeah. ne, mpaka hivyo. Aliye? Hii ni kodi unatoa. Na natoa naanza upya. Yeah. Aliyefanya jana, yeah. Aliyofanya yeah. leo. jana chaza mm. ya huwa mm. ndio mfungaji mmoja wa ligi kuu. Mm. Aliyefanya jana ndio leo mm. ndio mfungaji bora wa ligi kuu mm. Aliyefanya leo jana chaza ya huwa mm. Ndio mwendelezo wa kufunga kila mechi mm -hmm. iwe ya ligi iwe mechi ya kimataifa yeah. Alafanya leo nani huyo? Jean Ahoua ni mpaka bridge namba mbili ambaye anafanya makubwa kuliko mpaka bridge namba mbili, hiyo ikodi nzito. Ni mpaka bridge namba mbili ambaye anafanya makubwa kuliko mpaka bridge namba moja anayecheza ligi kuu. Pacome huyo anafanya bora kwa sababu kitakwimu ndio amefanya vizuri kuliko Kuliko mchezaji yote Tanzania. Na watu wanasema yeye ndio MVP bwana. Bado narudia. Ndio mfungaji wa ligi kuu ya NBC Tanzania. Huyo namba moja mwenye ni si mfungaji namba moja Tanzania. Lakini ndio watu wanasema ndio MVP. Inawezekana akawa MVP. La, utaweza ukamwacha mtu ambaye anaongoza kwa magoli kwenye ligi ukamchukua mtu ambaye ana magoli matano. Sasa wewe umeisaidia nini timu yako? Huyu kaisaidia timu ndio maana imeongoza ligi na magoli. Simeelewa? Kwa... huyu kasaidia timu yake Simba kupata magoli mengi pamoja na kuongoza kwa kufunga ligi kwenye NBC. Ndio anafaa kuwa MVP sasa. Alafu mbaya zaidi anafunga mpaka mechi za kimataifa, kila mechi ana score. Kuna mchoro nimeuchora ambao nimeutengeneza ambayo hata wewe ukipewa ile Simba unafanya vizuri. Eh? Kuna uchoro nimeutengeneza mchoro nimeuchora. Hata wewe ukipewa ile Simba lazima ufanye vizuri. Si mbona Simba ilikuwa haina kocha lakini inashinda magoli mengi? Eh? Na watu nakimbiza. Maana yake nini? Huwezi kuwa na mastreka watatu wenye uwezo mkubwa kiasi kile, afu Simba ishindwe kufanya vizuri. Mpaka sasa hivi anaongoza magoli kwa ligi kuu ya Tanzania ni beki wa Simba. <laughs> Hii inatoa ishara ya namna gani? Ni hatari yeyote anashinda, alafu mastreka wote wa Simba wamefunga magoli, mastreka wote hey, si wa Simba wamefunga magoli ndani ya ligi kuu eh. Ah, tuanzie kwenye mastreka waliposema soa. Mko mko, mwalimu sasa. Sasa tu place ile mko ile, tuache tuipeleke ya Jean Ahoua, tuiplace mle yale yale. <laughs> Bwana, tuanzie hapa. Goli hizi mbili zinatoa taswira ya namna gani hasa kwa Simba? Kikosi hakijakamilika, baadhi wa ya wachezaji wapo kwenye tournament za michuano ya kimataifa, lakini Simba Sports Club, mnyama anaendelea kupata nafasi na ya kushinda na anaendelea kujiweka vizuri kwenye michuano ya ligi kuu, pamoja na wanakoelekea kwenye michuano ya kimataifa. Ah, kwa ujumla ni kwamba malengo ya Simba ni kwenda kuchukua ubingwa wa Afrika, sio kuingia fainali, kuchukua ubingwa wa Afrika na tukishindwa sana tuishie nusu fainali, maana hatuna tulichobakisha fainali. Shikili, tumecheza nusu, tumecheza robo, tumecheza robo, kila bingwa, tumecheza nusu, tumewe kucheza. Kilichobakia sasa hivi ni kubeba ubingwa, ndio itakuwa swala jipya. Kwa kwa ujumla kwa mwalimu aliyekuja mwalimu huyu, falsafa zake ni kushambulia mpira unaoanza mpaka unaisha ndani ya dakika 90. Bado hujanielewa mwalimu huyu, kama unazitoa kodi hivi hapa, mwalimu huyu ni mtu ambaye anashambulia mwanzo mpaka mwisho. mm. Mwalimu aliyeondoka yeye alikuwa akipata goli, yeye anakuja anazuia. <laughs> Leo mnamsema vibaya, walikuwa vibaya. Yeah. Vibaya. Vibaya. tuna raha tunashikilia roho, lakini Simba safari kila tukiingia, kuanzia mpira unaanza mpaka unaisha, sisi tunapata furaha. Ni nini? Simba imempata mwalimu, tumempata manager mmepata manager. Tunaiga kama Ulaya, Yanga nao ataiga. Unaona, huyu ndo manager. Kwa hiyo Yanga nao lazima laima kuiga kuwa na manager kama tulio naye. Bwana hmm. Kwa namna sasa ambavyo umekuja kutazama hapa Simba Queens, Simba ya wanawake leo hii wamewatoa hey. kimasomaso hey. goli mbili hey. kwa sifuri. hey. <laughs> hey. Unacheka hey. Ah, ah, kuna kitu kimepita hapa. Hey. Ki <laughs> Usajili huu bora huu, usajili wa mwaka huu usajili bora eh. eh. eh. eh. eh. eh. Ah. Usajili ah. huu eh. <laughs> eh. huu? eh. bora ah. usajili bora kwa, tunataka usajili bora eh. anaitwa nani? hmm. Mohamed eh. Babaja ndio usajili bora huu. Usajili wenyewe lazima tubebe mwaka huu. Unaambia, unaambiwa asubuhi, kitu cha kuonyesha ndani ya kwenye uwanja wa wa, wa, wa, Samu, wa, wa, Samu. Eh. Baba, haja kitu alichoonyesha wauliza wachezaji wa, eh. wa, wa, wa Simba, atakwambia huyo eh? Eh, ndo star mpya wa Simba Sports Club huyo ndo kitu alichoonyesha mwalimu mwenyewe anaambiwa, kapiga magoti mwalimu wa Simba kampa mkono majeruhi anapata habari hizo. Hiyo ndio Simba anayokuambia mimi. Queens, mm. Eh, bwana, mmewakandamiza hapa mashujaa Queens goli mbili. kwanza wao wameweza kutufunga kila wakati wanatufungaga mashujaa timu mm. wanatufunga. wanatufunga hey, leo tumefurahi tumepata ushindi mzuri mm. tumeingia nini <todosha> finali. finali <yeah. todosha> Na tukutana na Yanga tuwazalilisha hapo. Eh? tukutana na Yanga tuwazalilisha. eh? na Yanga sasa hapo hapo bwana. Kama kawaida Simba sib, tukutane nao tuwafunge za kutosha hapo. Yeah. Mapema mno. Sasa hivi tunaanza upya eh? E, zile sita za mfululizo, hiyo e, tushafuta. Tunaanza upya e. Tunaanza upya mwaka huu kweli? - kweli kabisa ndio hivyo, kwa ndugu zangu, zangu ni leo nikuhusu huyo babaja mm. Muhammad babaja. Bwana habari ha, zinatisha siku tukimwona, siku tukimwona tukimwona kwenye mechi ya kimataifa mm. Mambo yatakuwa safi, wanasimba watafurahi zaidi. Hapa neno moja kwa wanasimba baada ya matokeo ya leo mbili moja dhidi ya Al Hilal Omdurman, waunge mkono mmoja, umoja wetu sana, nguvu moja tunaliokuwa nao. Pili cha kuunga, kitu kingine tumpe ushirikiano kocha wetu mpya. Shukrani sana, Mungu akubariki sana.